Jina naitwa Bernard Aeso, mwenyekiti wa kitongoji cha Mala, kijiji cha Lambo, kata ya Masakta. Ee, kama ilivyo ada, tukio hili la, la mashambulizi ya huyu bwana ilitokea usiku. Kwangu mimi ni ya kuambiwa kwamba alivyokuwa anaenda nyumbani alitangwa karibu na nyumbani kwake, basi alivyotangwa karibu na nyumbani kwake alirushiwa mshale. Alivyorushiwa mshale akakimbia jirani, ndio tulikuta maelezo kwamba alianguka karibu na nyumba ya kwa maji Mahindi, na nikaambiwa kwamba mpelekwa hospitali na alivyofika alifika kwa dokta akafia hapo. Hana ugomvi na mtu yeyote ninavyofahamu. Mkakati ambayo tunategemea kuyafanya, tunataka tuendelee na, na utafiti ikibidi ningetu nashukuru Mungu kama tutafanikiwa kumpata mtu au hata kumsikia, ili serikali ichukue mkondo wake kwa atakayehusika. Kwa majina, naitwa Mathias Dagaro, ni mwenyekiti wa kijiji cha Lambo. Sisi tunakabidhi serikali kwa kweli, kwa sasa hivi bado hatijatokea kwa sababu hata tukio la kuhisiwa sisi hatuwezi kutamka kwa sababu usalama wa yule mtu, kwa sababu mpaka serikali mpaka polisi wafike hapa <coughs> Mimi, kwangu, mama, maelezo, anayesema, anayesema, mimi huyu kwangu ni kakaangu mama maelezo anayesema anasema mimi nimeshtuka tu Akim, kinasikia mtu ampiga yeye mara mbili nilipokaa kitandani nikasikia amekuja huku akaruka boma akakimbia mpaka kule kwa kaka yake akasema maelezo mengine mimi sintaweza kujua kwa sababu ndo ninachojua hiyo ni mtu amekimbia tu anasema Serikali naomba wanisaidie, kwa sababu mimi ndo mimi ndo nilikuwa namtegemea yeye. Asubuhi ya leo, wakati mimi natoka, nilikuwa na safari zangu za kwenda Katesh, nikakutana na katibu wangu wa tawi ambaye ni ndugu yake na marehemu na ni wa ukoo wake, nasema bana, usiku marehemu kauawa. Ehe, marehemu ameuawa kwa kitu ambacho kina ncha kali wanasema ni, ni, ni nini walikuwa wanazungumzia, kimebaki kwenye shingo. Kwa hiyo ni kitu chenye ncha kali kimsingi, ndo wazee tuka wamehoji kutoka usiku, wanatafuta mtu aliyefanya tukio hilo, wakiendelea kuomba na hata saizi bado wanaendelea kuhoji. Kiujumla, marehemu kwa kawaida kwa siku zote ni balozi wetu. Kuna maneno tu ya kawaida ya kugombana mtu na mtu, ni vitu vya kawaida, lakini tumefanya suluhu nyingi ambazo za kawaida na ile na zimeisha, mambo mengi yamemaliza na toka amekuwa balozi